Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni siku ya ishirini na nne ya mafungo yetu ya siku arobaini ya Kwaresma, na katikati ya mafungo haya nilikuletea mafundisho yanayosema minyororo kumi inayofunga maisha yetu, na nilikwambia ni muhimu sana tukaifahamu ili tuweze kujinasua isi kwenye hii kwenye minyororo hii ambayo ni hatari sana kwa maisha yetu na nimesha kueleza minyororo nane. Leo nataka nikueleze wa tisa, na huu wa tisa ni, ni mnyororo wa wivu na husuda. Wivu na husuda, ndugu zangu wapendwa, katika maisha yetu ya kila siku, mara nyingi tumeshuhudia na tunashuhudia jinsi wivu na husuda vinavyoweza kuleta kuharibu au kuvuruga mahusiano kati ya watu eh. Kuvunja hata familia tumeona. Ndoa nyingi zikipata shida kwa sababu ya wivu, eh, na hata wakati mwingine kusababisha migogoro mikubwa katika jamii zetu ya kila, na haya mambo tunayaona yakitokea ya kila siku mfano halisi sana ni pale ambapo mtu kwa mfano anapopandishwa cheo labda ni kazini eh. Imeonekana maeneo mengi, badala ya ya watu wengi kushangilia, kuna ambao wanatokeza, wanaanza kuzungumza vibaya eh, wakitafuta makosa yake, hata kupanga mbinu na njama za kumwangusha au hata asifanikiwe sana katika nafasi hiyo au katika kazi yake. Tumeona pia labda kwenye unakuta binti anakaribia kuolewa eh, watu wakishasikia eh. Kuna baadhi ya watu wakishasikia, watatafuta kila namna ya kuvuruga, aidha asifikie, asiolewe au kama ni kijana asioe. Haya mambo yanatokea, na hizi hali hazitokei mbali sana na sisi, zipo katika makazini huko, zipo katika mashuleni, zipo hata katika huenda hata kwenye makanisa yetu. Suala la wivu unakuwepo pia, labda na hata katika familia zetu, katika ukoo zetu eh, katika jumuiya zetu. Hayo mambo yanatokea mara nyingi, mara nyingi, mara nyingi. Wivu ni nini? Ndugu zangu, wivu ni ile hali ya ndani ya mtu inayoleta hofu eh, ya kupoteza kitu alichonacho kwa sababu ya mwingine huu eh, wivu unajitokeza hasa pale ambapo mtu labda anahisi kwamba nafasi yake au heshima yake eh, au mafanikio yake yako hatarini, yako hatarini kwa sababu ya mwingine hmm. na au hivyo ni ile hali ambayo ina, inazaliwa ndani yetu, eh, hali na inaleta hofu ya, ku, ya kupitwa au hofu ya kushushwa thamani yetu. Mtu ana hofu labda, kwa sababu ya fulani akiwepo karibu, thamani yangu inashuka, au mimi sitaonekana eh, unaona. Kwa hiyo wivu una tabia hiyo ya kujenga hofu badala ya kujenga imani eh? Wivu una tabia ya kujenga mashaka badala ya kuleta matumaini eh? Wivu una tabia hizo unajua. Na tabia nyingine, wivu unamfanya mtu kuwa na wasiwasi hata pale ambapo kwa kweli hakuna tishio la kweli, lakini mtu anakuwa na wasiwasi. Hmm. Wivu una tabia ya kuvuruga sana eh. Ule umoja na mshikamano eh. Na kwa kukufanya ku, labda umuone mwenzako kuwa ni mshindani wako badala ya kuwa mshirika mwenzako. Wivu una tabia hiyo. Wivu unakufanya wakati mwingine umuone mshirika wako kama ni adui yako eh, badala ya kumuona kama ni rafiki eh. Fellow colleague, hatuoni hivyo wakati mwingine. Sasa kwa upande mwingine eh, tukitazama juu ya husuda pia. Husuda na wivu vinakwenda pamoja. Husuda ni ile hali ya kutopendezwa eh, na mema, kutopendezwa na mafanikio ya mwingine eh, kiasi cha kutamani hata wapoteze hizo neema walizonazo, yaani mtu anaumia, anatamani mwingine apoteze hizo neema alizopewa na Mungu. Kwa hiyo usuda ni ile hali ya kuumia moyoni, mtu anaumia moyoni eh, anapomwona mwingine labda anapewa kitu kizuri eh, anapoona mwingine ana kitu kizuri, hata kama hicho kitu amepewa na Mungu, mtu anaumia Inawezekana kuwa ni kipaji, mtu anaumia kwa sababu mwingine ana kipaji fulani, mtu anaumia kwa sababu mwingine ana nafasi fulani, eh. Mtu anaumia kwa sababu mwingine ana uhusiano mzuri na watu eh. Kuna mtu anaumia tu anapoona mwingine ana uhusiana vizuri na watu eh. Mtu anaumia anapoona baraka yoyote ile kwa maisha ya mwingine. Sasa tofauti ya, ya, ya, ya wivu na husuda ni nini? Ni hii kwamba wivu unakufanya kuogopa kupoteza kile ulichonacho. Lakini husuda inakufanya uumie uumie na kile kitu ambacho mwingine anacho, wewe unaumia. Kwa hiyo husuda, husuda ni kama sumu, huwa nafikiri ni sumu inayotafuna moyo wa mtu taratibu taratibu. Husuda inamfanya mtu asione mema ya Mungu katika maisha yake mwenyewe kwa sababu muda wote anajilinganisha maisha yake na maisha ya, ya mtu mwingine, kwa hiyo haoni hata kile kidogo ambacho Mungu anambariki nacho. Sasa ndugu zangu, hivi vyote viwili, wivu na husuda, ni mizizi mibaya, ni mizizi mibaya ambayo inazuia ukuaji wa kiroho ndani yetu. Mtakatifu Gregory Mkuu aliwahi kusema hivyo kwamba kutokana na husuda eh, kutoka kwenye husuda inazaliwa chuki kutoka kwenye husuda inazaliwa fitina, eh, na ile furaha ya maangamizi ya wengine, inazaliwa huzuni kwa mafanikio yao. Eh, mtu anahuzunika kwa mafanikio ya mwingine, na anasema kwamba haya yote ni milango ya Shetani kuingia katika maisha ya watu, kuingia katika mioyo ya watu. Sasa ndugu zangu um, kipindi hiki cha Kwaresma tunaitwa tunaitwa kuangalia ndani ya nafsi zetu kwa uangalifu mkubwa sana kutambua kama hii mizizi ipo ndani yetu eh, na kuomba neema ya Mungu kuisafisha mioyo yetu kwa haraka sana. Unajua, wivu na husuda huwa vinaanza taratibu sana, lakini madhara yake huwa ni makubwa mno ikiwa havitakabiliwa, kama hatutakabili hizi tabia kwa kuomba msaada wa Mungu madhara yake ni makubwa sana. Labda tujiulize, au ni kuulize maswali hivi: kwa nini unapata wivu, kwa mfano unapoona wengine wanafanikiwa eh? ni nini chanzo cha husuda moyoni mwako? Kwa nini unaumia unapoona mwingine anafanikiwa? Chanzo ni nini hmm? tunafanya nini labda tunapohisi tuna tuna tuna haya mawili eh? Tunapohisi yanaanza ku, kuota mizizi ndani yetu tunafanya nini? Je, tuko tayari kung'oa au tunaacha sasa? Biblia inatupa mifano mbalimbali mbali ya, ma, ya kuonyesha madhara ya wivu na husuda katika maisha yetu. Kwa mfano katika kitabu cha Mwanzo ile, ile sura ya nne tu eh, tunamwona Kaini. Kaini na Abeli walikuwa ni ndugu hawa eh. Huyu Kaini anamwonea wivu ndugu yake Abeli kwa sababu tu sadaka yake ilikubaliwa na Mungu eh. Na huu wivu ulimsukuma Kaini kumuua ndugu yake ndugu yake wa damu kumuua kabisa kwa sababu tu yeye amekubalika kwa sababu sadaka yake imekuwa nzuri. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya eh, kumi na nane unakutana na, na, baada ya Daudi eh, Daudi kumuua yule Goliat eh, wanawake wakaanza kumwimbia Daudi, wakaanza kusema Sauli amewaua maelfu, lakini Daudi ameua makumi ya maelfu. Mungu wangu, wakawa wamefanya kosa Sauli akajawa na wivu, akaanza kumwinda Daudi kwa nia ya kumuua. Kwa nini? Kwa sababu tu amesifiwa, kwa sababu amekubalika. Na si kwamba kasifiwa kwa kuonewa, ni kweli kamuua Goliati? Sasa ndugu zangu, hii ni, ni ishara kwamba wivu sio tu hisia mbaya, lakini wivu ni mnyororo unaofunga akili, eh? Unafunga moyo Unasababisha na kupelekea hata maamuzi mabaya ya maafa kabisa, ya maafa. Mtu yuko tayari kuua mtu ili tu mtu huyo aondoke, kwa sababu huyo mtu amekuwa threat kwake. Sasa kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, tunaitwa kuwa na ujasiri eh, wa kutambua mnyororo huu wa wivu na husuda kwenye maisha yetu na na na, na kuukiri mbele za Mungu eh, na kuanza safari ya kutaka kuponya kuponya hii hali, kwa sababu sio hali nzuri hata kidogo. Mtakatifu Basili anazungumza, anasema, wivu ni uchungu wa moyo wa mtu kwa ajili ya neema au baraka walizopewa wengine, na huu ni ugonjwa mkubwa sana wa roho. Mtakatifu Basili anasema hivyo. Kwa hiyo basi ndugu zangu, kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kufunga na kusali, lakini pia ni muda wa kujiangalia ndani yetu kwa ukweli, kujimulika tuone pale ambapo tunashindwa kufurahia neema ya wengine, tunashindwa kufurahia ma, eh, mafanikio ya wengine eh, na tuombe neema ya kubadilishwa, tuweze kubadilika katika hali hii. Yesu anatufundisha vizuri sana njia bora ya kushinda wivu, njia bora ya kushinda husuda ni kuwapenda wengine na kuishi kinyenyekevu. Unajua, katika Matayo ile sura ya ishirini mstari wa kwanza mpaka wa sita tunaona mfano wa wale wafanyakazi wale. Kuna mfanyakazi mmoja alikuja mapema, mwingine akaja saa kumi na moja jioni, lakini wote walipewa ujira sawa. Eh, yule aliyewahi kuanza kazi na, na yule aliyekuja baadaye, wote walipewa ujira sawa. kilichotokea ni nini? Wengine wakaanza kulalamika, wale waliokuja asubuhi wakaanza kulalamika walipoona hawa waliokuja jioni wamepewa ujira kama wao. Yule bwana wa shamba akawauliza, je, jicho lako ni ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Kwa sababu ya ukarimu wangu? Ndugu zangu, tunakumbushwa katika hili kwamba baraka za Mungu haziwezi kulinganishwa wala kupimwa na viwango vyetu vya kibinadamu tunavyofikiri. Wakati mwingine, tungempangia hata Mungu abariki watu namna gani. Tunaitwa tu kushukuru kwa kile tulicho nacho e, na kushangilia neema za wengine vile vile. Unajua, mtakatifu Francisco wa Sale anazungumza, anasema kwamba wivu huua ile furaha ya ndani kabisa. Wivu unaua, wivu unazuia roho, ro, roho kuinuka kuelekea kwa Mungu eh? Wivu ni kama una pres roho yako isiweze kuinuka kwenda kwa Mungu, kuelekea kwa Mungu, kumtazama Mungu. Sasa kipindi hiki cha Kwaresma basi ndugu zangu, ni fursa tunapewa ya kuvunja mnyororo huu kwa njia ya toba ya kweli kwa njia ya sala ya kina, kwa njia ya matendo ya huruma hmm? Tumkabidhi Mungu mioyo yetu, tukiri wakati mwingine udhaifu wetu pale tunapokamatwa na haya, na tuanze kumshukuru Mungu badala ya kujilinganisha na wengine, mshukuru Mungu zaidi. Tukifanya hivyo, tutajikuta tunaishi maisha ya furaha, maisha ya amani ya kweli, na kwa resma hii itakuwa ni mwanzo mpya wa uhuru wa kiroho ndani mwetu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Ndugu zangu, kama ni mara yako ya kwanza hujawahi kusubscribe kwenye channel hii, na kualika usubscribe, nitafurahi sana. Usubscribe kwa kubonyeza ilo subscribe na hiyo alama ya kengele, ili tuweze kufuatana kwa pamoja, na kila siku ukitazama simu yako utaona notification imeingia kwamba nimetuma ujumbe mwingine, lakini share kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu Mwenyezi awabariki.